Moto mkubwa umezuka jijini Dar es Salaam leo na kuteketeza ghala la kuhifadhi kanda mbili aina ya yeboyebo pamoja na nyaya aina ya kopa. Akizungumza leo eneo la tukio, msemaji wa umiliki wa ghala hilo lilalomilikiwa na raia wa China amesema hapa kuna godauni, kuna jengo moja lina godauni moja la kuhifadhia yeboyebo ambayo ndio ukubwa alafu sehemu ya pili ni sehemu ndogo tu ambao ni kuna mhindi ambaye anakusanya kopa kutoka Zambia au kutoka maeneo mbalimbali, alafu anakuja anaichoma na kuisafirisha, na sehemu ya tatu ni sehemu ya kuhifadhia sabuni. Sasa uh, hii sehemu ambayo ime, imeungua ya yeboyebo -yebo, kiwanda hakipo hapa, kiwanda kiko Mkuranga. Chanzo cha ajali hiyo ya moto iliyosababisha hasara ya zaidi ya bilioni mbili kimeeleza kuwa ni itilafu ya umeme iliyotoka kwenye kiwanda hicho cha kopa. Kiwanda cha kuchomea kopa kilitakiwa kuwa karibu na, na godowni lao, ili godowni wamepangisha ili godown kwa kipindi cha miaka mitatu au mi, minne zaidi. Lakini huyu mtu ambaye ameacha brass funnel yake hapa kwa ajili ya kuchomea kwa kwa kopa, kaanza hii biashara mwaka wajana, na waishatoa tahadhari kwamba hii sehemu labda inaweza ikalipuka wakati wote, lakini mwenye nyumba akampangisha aka, aka Naye bado ni Kachenje, ambaye ni meneja wa jambo Freight aliyokuwa kwenye eneo la tukio, amekishukuru kikosi cha zimamoto kwa kuwajibika ipasavyo. to bado ni Kachenje: kama mnavyoona, moto umetoka kwenye godown hili na umetuathiri sana kwa sababu kikazi, na hata jengo letu kuna baadhi huku pipes nyingi zimeungua na hata ukuta wa huku nyuma madirisha yameungua. Kwa hiyo tunahangaika katika kuuzima pamoja na vyombo vya serikali. Tunawashukuru kwa msaada wao na wanazidi kufanya kazi. Kwa kweli moto ulikuwa mkubwa mno. Na foleni ilizidi kwa hiyo magari mengi yalikwama katika foleni. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba hakuna madhara makubwa yaliyotokea kwa watu kupoteza maisha, lakini uh, sasa hivi askari wa jeshi la kuzima moto na maaskari wengine usalama polisi wako hapa wanatusaidia, nashukuru sana. Naye kamishna msaidizi wa zimamoto na uokoaji jijini Dar es Salaam, Jesold Konko, aliyekuwa eneo la tukio, amesema tayari kikosi hicho kimeshafanikiwa kwa udhibiti moto huo. Tuko hapa kwa ajili ya kuzima moto kwenye kiwanda ambacho kilikuwa kinasadikiwa cha viwanja vifaa vya plastic. Taarifa ilifika kituoni kama saa kumi na mbili na dakasoro dakika tatu, na tulituma gari yetu ya kwanza kutoka Ilala ilifika eneo la tukio kupambana na moto na kitu ambacho tumekiona wakati kikosi chetu kimefika hapa, taarifa ambazo tulizipata tulizipata kutoka kwa Wasamaria wema, sio majirani wa eneo hili. Kwa hiyo kilichokuja, tumepambana nao huo moto, na taarifa zilisambaa kwenye vikosi vyetu vingine, wakati wetu wa bandari airport, na kama unavyoona kwamba magari yote yako hapa na tunashirikiana katika kuzima moto. Kwa hali halisi sasa ya moto ulivyo, ni kwamba kwa kiasi kikubwa umezimwa, kazi iliyobaki ndio kuzima moto mdogo mdogo, mdogo tu ambao umebakia lakini kwa ujumla moto sasa umeshazimwa tunaendelea na kazi ndogo ndogo kuzima moto mdogo mdogo baada ya kumaliza zia kwa zoezi la uzimaji moto tutaendelea kufanya utafiti na kutoa sababu hasa za msingi kujua chanzo gani cha moto kilichosababisha. Peter Edison Mwananchi Digital